Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu, na leo Juni 5 mwaka 2025, zimetufikia taarifa za masikitiko ambako aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Chagwa Lungu amefariki dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi tu. Taarifa za kifo chake zimetolewa leo Alhamisi na chama chake cha zamani Patriotic Front pf kichothibitisha kuwa kiongozi huyo ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 68. Lungu aliongoza Zambia kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2021, baada ya kuchukua mikoba hiyo kutoka kwa Michael Sata ambaye ni marehemu kwa sasa. Mwaka 2021 Lungu alishindwa katika uchaguzi mkuu na mpinzani wake wa muda mrefu, Hakainde Hichilema ambaye sasa ni rais wa Zambia. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu ili kufahamu mengi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.